Kuna nguvu ndani yako inayofanya kazi usiku na mchana, iwe unajua au la. Nguvu hii inaweza kukuletea utajiri, afya, upendo, au maumivu, hasara na huzuni. Na cha kushangaza, ni wewe mwenyewe unayeiendesha kupitia mawazo yako. Leo nitakufunulia mambo kumi ambayo akili yako ndogo yaani the subconscious mind inafanya bila wewe kujua, na ukianza kuyaelewa maisha yako hayatabaki vile vile tena. Lakini jambo na nane ndilo linalowatofautisha waliofanikiwa na waliokwama maisha yao yote. Subscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya, washa notification bell, kwa sababu kila wiki tunavunja misumari ya akili, saikolojia ya mafanikio, na siri ambazo hazifundishwi darasani. Upo tayari? Hebu tuanze. Akili yako ina sehemu mbili, conscious mind na subconscious mind. Conscious ndio unayotumia kufikiri, kupanga, kuamua, lakini subconscious ndiyo engine ya maisha yako. Inadhibiti kila pumzi, kila hisia, kila maamuzi madogo ambayo hujui hata kwamba unayafanya. Dr. Joseph Murphy alisema "Your subconscious mind does not argue with you. It accepts whatever you feel is true." hii ina maana Unachokifikiri mara kwa mara, subconscious yako hukifanya kuwa ukweli wa maisha yako. Sasa hebu tuingie kwenye mambo kumi halisi ambayo subconscious yako inafanya kila siku hata bila wewe kujua. Jambo la kwanza, inakuongoza kulingana na imani ulizopanda zamani. Akili ndogo haijui kutofautisha kati ya ukweli na uongo. Inaamini chochote unachorudia mara nyingi uliambiwa wewe si mzuri vya kutosha uliamini na sasa akili yako ndogo inaendesha maisha yako kulingana na imani hiyo ndiyo maana unaogopa kujaribu hata kama una uwezo change change the belief change your life siri andika imani mpya kila asubuhi Subconscious yako itaziamini baada ya muda mfupi jambo la pili inakumbuka kila kitu hata kile ulichosahau kuna kumbukumbu kumbu ambazo huwezi kuzikumbuka, lakini subconscious yako inazo. Ndiyo maana wakati mwingine unahisi tayari kuonekana, kama umewahi kupitia kitu, inekufanya uamue kwa hisia, si akili. Umeumizwa zamani, akili yako ndogo bado inakulinda kwa kuzuia uamini tena, lakini hiyo protection inakuzuia pia kufanikiwa. Siri: heal your subconscious memories. Tafakari, samehe Acha hofu iishe. Jambo la tatu, inafanya kazi masaa 24, hata unapolala. Wakati conscious mind inalala, subconscious inaendelea kufanya kazi. Inatafsiri mawazo yako ya mchana na kuyageuza kuwa matokeo ya maisha. Ndiyo maana usingizi wa hasira huzaa siku ya huzuni, usingizi wa amani huzaa matokeo mazuri. What you think before sleep Your subconscious creates while you rest. Siri, kabla ya kulala, sema, kesho nitapata nafasi nzuri, nitafanikiwa. Itakuwa kweli zaidi ya unavyodhani. Jambo la nne, inakuunganisha na watu na matukio yanayolingana na mawazo yako. Ukifikiria vibaya, unavuta matukio vibaya. Ukifikiria kwa imani, unavuta watu sahihi. Subconscious mind yako ni kama magnet ya frequency. Watu unaokutana nao mara nyingi ni tafsiri ya eneji yako ya ndani. Hata pesa, fursa, upendo vinavutwa na vibration yako. Siri, change your energy, not your environment. Badilisha nguvu zako za ndani, si mazingira. Jango la tano, inashikilia uoga na majeraha ya zamani. Subconscious yako ni kama mtoto mdogo, inahifadhi kila maumivu bila kuoji. Kila mara unapotaka kujaribu kitu kipya, inakuambia usifanye, utakosea tena. Woga wa kufeli, woga wa kukataliwa hutoka huko. Fear is memory disguised as protection. Siri, andika hofu zako, zisome kwa sauti, kisha sema sina hofu tena, mimi ni salama. Reprogramming starts with awareness. Jambo la sita, inafanya kila kitu kulinda mfumo wako wa imani, comfort zone. Subconscious inachukia mabadiliko. Ukianza kufanya kitu kipya, inakufanya uhisi wasiwasi wasi, si kwa sababu ni hatari bali kwa sababu si ya kawaida kwake. Ndio maana watu wengi wanashindwa kubadilika hata wanapojua nini cha kufanya. Your mind prefers familiar pain to unfamiliar freedom. Siri: jenga tabia mpya kwa kurudia kila siku kwa siku 21 ndipo subconscious yako itaanza kuikubali kama ukweli. Jambo la saba, inatuma ishara kwenye mwili wako, psychosomatic connection. Dr. Murphy alisema your body is the servant of your mind, mwili wako ni mtumishi wa akili yako. Ukihisi hasira, mwili wako hujibu kwa presha ya damu. Ukihisi huzuni, mwili wako unachoka hata magonjwa mengi ya mwili chanzo chake ni akili. Subconscious hubeba huzuni zisizoisha na kugeuza kuwa dalili za mwili. Siri: heal your your mind and your body will follow, ponya akili yako na mwili wako utafuata. Meditation yani kutafakari, forgiveness yani kusamehe, na gratitude yani shukrani ni tiba ya kweli. Jambo la nane inatengeneza matokeo kulingana na picha unayojiwekea. Akili ndogo hioni kwa picha, si maneno. Ukiwaza mafanikio, haina maana mpaka utengeneze kwa picha. Visualization is the language of the subconscious mind. Watu wenye mafanikio wanaona mafanikio yao kabla ya hayajatokea, wanatembea, wanahisi, wanayalisha kabla ya kuona matokeo. siri kila asubuhi, funga macho, tafakari maisha yako kamili: afya, utajiri, upendo na furaha. Subconscious yako huchukua oda na kuanza kufanya kazi kwa siri. Jambo la tisa, inakuonyesha kile unachoamini kulingana na matokeo yako ya nje. Maisha yako ya sasa ni kioo cha subconscious yako. Kama una changamoto, huzuni au mafanikio yote ni tafsiri ya kile unachoamini ndani. Change change within and the outside will change. Hakuna kitu kinatokea nje yako ambacho hakitoki ndani yako kabla. Kingine siri, badili mawazo yako ya ndani na dunia itabadilika bila nguvu. Akili yako ndogo ni kama bustani. Kila siku unapanda begu za hofu au za imani, za hasira au za upendo na kila unachopanda kitamea. Kama utalisha akili yako kwa fikra chanya itakulisha maisha chanya, lakini ukiilisha hofu itakulisha vikwazo. Dr. Murphy alisema, you can heal yourself attract wealth and live in peace if you learn to reprogram your subconscious mind. Unaweza kujiponya, yaani akili yako ndogo ina nguvu ya kuathiri afya yako kubadili mawazo na hisia hasi na saidia mwili kupona. Ikiwa video hii imekusaidia kuelewa nguvu ya akili yako ndogo, Subscribe kwenye fikra chanya sasa. Andika kwenye comments, naanza kuipanga akili yangu leo. Share video hii kwa mtu mmoja unayempenda, huenda ndiyo kitu kinachoweza kubadilisha maisha yake. Kumbuka, akili yako inakutii, chagua vizuri unachoiambia.